Waziri Mkuu wa Tanzania, Mheshimiwa sana Mwigulu Lameck Nchemba akutana na maswali magumu toka kwa mzee mmoja huko Kilwa, mzee ambaye amejichukulia jina maarufu hivi sasa mitandaoni wakimwita mzee wa Kilwa. Asante sana kwa wewe ambaye umeichagua Msetumedia kuwa kitovu chako cha habari kwa kusubscribe. Na wewe ambaye bado ni kusiu subscribe, sasa ili usio unapitwa na taarifa zetu nzito na zenye uchambuzi wa kina, subscribe kwa kubonyeza maneno mekundu yaliyoandikwa subscribe itakuja kengele ibonyeze pia. Toka Mheshimiwa Waziri Mkuu Mwigulu Nchemba ateuliwe, amekuwa ni kiongozi anayefanya ziara huku na kule, akiongea na wananchi, kujibu maswali na kufuatilia utendaji wa serikali, ambapo Disemba 19 alikuwa kule Kilwa akiongea na wananchi wa maeneo yale. Mheshimiwa Waziri akiwa anaendelea kuongea, kuna mzee mmoja alionekana kunyoosha mkono mara nyingi akiomba kuongea jambo, ambapo baadaye Waziri Mwigulu aliruhusu apewe kipaza sauti aseme. Mzee huyo wa Kilwa aliyekuwa kavalia yebo yebo aliyejitambulisha kwa jina la Rashid Onya alimuuliza waziri mkuu maswali mazito ambayo wengi waliona ni maswali ya levo za kibunge. Mzee wa Kilwa alianza kwa kusema yeye ndiye aliyehusika kuinadi CCM kwenye uchaguzi uliopita Kilwa. Akaanza kuuliza kuhusu mradi wa stendi pamoja na maji ambavyo amesema haviishi toka enzi za hayati Magufuli na kufanya vijana wapate ajira. Akitaka kujua lini hii miradi miwili itaisha Kilwa. Mzee Rashid alionekana kutaka kuendelea kuhoji zaidi, lakini kwa sababu ya muda aliondolewa kipaza sauti. Twende tukamsikilize hapa na kusikiliza pia majibu ya mheshimiwa waziri mkuu, Mheshimiwa Mwigulu Lameck Nchemba. Nimeona kapiga na njano ndani. Ndani mzee mpili niko vizuri kabisa, mpateni niseme. Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwanza napenda kujitambulisha mimi, ti tarabara wachilioya msimu wa siasa ule, mimi ndio niloweza kuinadi kuinajitisehemu na ndio nilo weza kushirikiana na na wananchi wawea akiwa kuyaomba haya yote yaliotekelezwa na serikali ya mama Samia. Kwa hiyo inachohitaji mheshimiwa Waziri Mkuu, za ule mradi wa nangukulu wa stendi pamoja na maji tuliomba tangu kipindi cha marehemu Julius Kambarage au marehemu Magufuli. Kwa maana hiyo mpaka sasa hivi ule ule miradi miwili mpaka sasa za hivi inaleta tafahamu kwa wananchi eneweka tu lini ile miradi itaisha. Kwa hiyo tuhakikishia mheshimiwa, mheshimiwa waziri, miradi miwili lini itaisha, ili wananchi waweze kupata ajira. Marehemu Rais Magufuli alituahidi na tulimwomba, tunahitaji stendi ya kisasa sa, mheshimiwa, ili iweze kutoa huduma kwa wananchi Wakilwa katika kufanya biashara ndogo ndogo, wale wekezaji wote waliokuwepo maombi alo wamiakuta tayari hisi tushaomba ila tunashangaa tu, ea, tunaambiwa miisha mabasi mabasi wanalipia ushuru tu, lakini hawalizi pale, wanaendelea kulisha kwa. Eh, asante sana. Nashukuru na, na, na kwa hoja ya msingi sana hiyo. Tumekuja tumekuja na waziri wa ujenzi na tuko na naibu waziri wa TAMISEMI, naomba mridhie hilo, kwa sababu mchakato wake hatua zake zinaendelea. Naomba nilibebe pamoja na lile la fidia. Jamani, sisi tunakubaliana hivyo, lakini e, ni hoja ya msingi. Stendi ni jambo la msingi, na kama waziri wa mifugo na uvuvi alivyosema hapa itakuwa senta ya viwanda vingine na shughuli zingine. Kwa vyovyote vile, inamamizika hii, itafungua njia kwa mambo mengine mengi mengi. Hatuwezi tukawa na jengo na, na mradi mkubwa wa aina hii halafu kule kwingine kukawa, kukawa kumelalalala, patakuwa na stendi. Hata barabara hii ya kuja hapa, patakuwa na barabara ya maana inayoendana na mradi huu, lakini tutakuwa na kongani za viwanda vingine viwanda vingine ambavyo vimeainishwa na kwenye ilani ya uchaguzi jamani, si tunakubaliana jamani, si tunakubaliana. Lazima niwashukuru sana, kwa sababu nataka nikakague na barabara, mambo mengine. Ndio baraza la madiwani kwanza limeanza kwao. Mheshimiwa madiwani, watembeleeni wananchi wetu, pateni hoja hizo, zileteni ngazi ya wilaya, na zile ambazo zinaenda ngazi ya serikali kuu. Kama nilivyosema, wabunge wakishamaliza ziara zao, tutaonana ili tuweze kuyabeba yote kwa umoja. Asanteni sana, na Mungu awabariki sana. Asanteni sana. Na mtazamaji wangu, huyo ndiye mzee mpya aliyeibuka kule Kilwa na maswali ya kibunge, ambapo tayari amepewa jina la mzee wa Kilwa. Je, wewe unampa asilimia ngapi kwa uthubutu wa maswali yake? Na ingekuwa vipi kama TZ kungekuwa na wazee kama hawa wanaohoji maswali mazito kila wilaya ama kila kata? Tuachie komenti yako hapo chini na sisi tutasoma. Hii ni chaneli yako pendwa kabisa ya Mseto Media, baki na sisi kwa taarifa zaidi. Mimi ni Princess Kyule.